Nataka kuingia kwenye mfumo huu wa polisi porta kwa hapa, cha kufanya utenda kwenye <coughs> Google Chrome. Google Chrome, au utenda kwenye Google vyovyote na simu yako ilivyo. Kwa hiyo utenda kwenye Google, ukishenda kwenye Google eh, itakuja uta, hapo utaona Google search. Kwa hiyo make utaingiza uta, uta hapo eh, polisi E, utaandika polisi kwa maana sasa hapo, <coughs> imekuja hapo polisi recruitment pota, unakuja e, una, una, una, una, una, una bonyeza hapa hapa, mm, utabonyeza hapa e, utabonyeza hapa kwa hiyo ukishabonyeza hapo e, ita, ita, itakupeleka kuna kurasa mwingine Mona itakuja hivyo kwa, kisha kuja hapo e, e, uta, uta utakuja, utabonyeza, utaingia hapa e, hapa utaingia hapa kwenye namba moja <coughs> kisha ingia hapo kwenye namba moja e, uta click hapo. Ukisha click hapo itakuja, utaupeleka kuna class au hapa umeona class hmm? au hapa TPF e, requirement. Kwa hiyo cha kufanya hapo unashuka chini e, unashuka chini mpaka sehemu ambayo imeandikwa register. Utakuja hapa kwenye sehemu ambayo imeandikwa register. Hmm? Hapa. Hapo kwenye register. Uta, uta, utabonyeza hapo kwenye register. Itakuja hivi <coughs> itakutaka hapa e, application forms stage 1 nida namba kao mwanake hapa utakuja utaandika nida yako namba ya nida e, namba ya nida ya uta, e, e, uta, utabonyeza, utabonyeza hapo utaandika namba yako ya kwa nida hmm? namba yako ya NIDA ni ipi amda mwaka elfu moja utaanza namba yako ya kwa nida hiyo ngavigapi ngavingapi hapo Bas lengo tu ni kutaka kuelewa vizuri kwa hiyo uh, <coughs> ukishaandika hapo namba yako NIDA yote hii. Just an example tu, namba yako ya NIDA shamaliza yote, akiisha namba yako ya NIDA iwe sahihi kabisa. Kwa hiyo ushamaliza hapo, utakuja e, utabonyeza hapa kwenye search. E, utakuja utabonyeza hapa kwenye search, ushabonyeza kwenye search itakupeleka kwenye e, ushabonyeza hapo kwenye search hapa, eh search, e, Kwenye search hapa hmm. Itakupeleka kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo utafuata hatua zote ambazo zipo kwenye hiyo ujazaji wa fomu e, unavojaza, kumbuka ujaze taarifa sahihi, majina yako sahihi <coughs> elimu e, yako kama ni kidato cha nne, kidato cha sita e, chuo. Kwa hiyo utajaza pale, ili mbele unavoendelea kujaza zikusumbue. Kwa hiyo utafanya utaratibu, kwa hiyo ni hatua tu ambazo takiwo uzifuate. Sante.